Inavyodhihirika sasa ni kwamba itachukua muda mrefu kwa ukweli kubainika kuhusu chanzo cha ajali ya ndege iliyoangamiza mawaziri Profesa George Saitoti, Orwa Ojode, walinzi wao pamoja na marubani wawili. Tume inayochunguza mkasa huo ikiongozwa na jaji Kalpana Rawal sasa imetambua mitambo sita ndani ya ndege hiyo inayopaswa kufanyiwa uchunguzi wa kina, lakini ni mitambo miwili pekee kati ya mitambo hiyo inayoweza kufanyiwa uchunguzi nchini Kenya kwa sasa. Tume hiyo imeomba msaada wa uchunguzi huo kufanywa nchini Israel, Uingereza, Marekani na Ufaransa, na kwamba tume hiyo inasubiri majibu kutoka kwa mataifa hayo. Identified six crucial components of the

Uh, shughuli kuu ni kutambua mawasiliano ya mwisho kabisa kabla ya ndege hiyo kupoteza mawasiliano na kituo kikuu cha mawasiliano katika uwanja wa ndege wa Wilson. Kufikia sasa tume hiyo imewahoji mashahidi kumi na watatu, lakini inakuwa vigumu kwa tume hiyo kubashiri uchunguzi huu utachukua muda upi, changamoto ikiwa ni kupata majibu kutoka kwa serikali zilizoombwa kutoa msaada, kwani serikali ya Kenya ndiyo inayopaswa kuwasiliana na serikali hizo moja kwa moja. Frank Otieno KTN Leo Nairobi.